Watu kumi wameripotiwa kufariki dunia kwa ugonjwa wa kipindupindu katika halmashauri ya wilaya ya Morogoro tangu kuripotiwa kwa mlipuko wa ugonjwa huo Disemba kumi mwaka jana mkoani Morogoro. Akitoa taarifa ya vifo hivyo kwa waandishi wa habari mjini Morogoro, mkuu wa wilaya ya Morogoro Muhingo Roemamu amesema tangu kulipuka kwa ugonjwa huo wilayani humo, watu 294 wameripotiwa kuugua ugonjwa huo ambapo watu 265 kati yao wametibiwa na kuruhusiwa ambapo wagonjwa kumi na tisa wanaendelea na matibabu katika vituo vya afya wilayani humo. Taarifa zaidi na Praxeda mtani kutoka Morogoro. Wilaya ya Morogoro, huku wagonjwa 294 wakibainika kuugua katika halmashauri ya wilaya ya Morogoro na wanne wakitoka katika manispaa ya Morogoro. Kufuatia hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Morogoro Muhingo Rwemamu amepiga marufuku mikusanyiko mbalimbali ya watu, zikiwemo shughuli za uvuvi katika bwawa la Mindu ambazo zinaaminika kuchangia mlipuko huo. Bado ugonjwa huo upo kwa wananchi, kwa hiyo na, na na na sisi kama, kama serikali zipo hatua ambazo tumeamua kuzichukua, kwamba hizi hatua zinaweza kutusaidia kupunguza tatizo. Na hatua ya kwanza ambayo tumeona tuichukue na tuichukue mapema ni ni ni kufunga ni, ni, ni shughuli za uvuvi katika bwawa la Mindu kwa muda mpaka tutakapojiridhisha, tutakapo kwamba ugonjwa tumezuia kufanya biashara za chakula chini hapa mjini ilikuwa ni jambo la kawaida kwamba chini unakuta chini kabisa wametandika matunda wanauza barabarani, kwenye sehemu za barabarani wametandika matunda wanauza pale. Kwa hiyo tumezuia jambo hilo na tumewaelekeza waende sehemu ambayo imetengwa. Mkurugenzi atatuambia ni sehemu zipi ambazo zimetengwa kwa ajili ya kufanya biashara hiyo. Babalishe mamalishe tunawaruhusu kuendelea, lakini kwa standard, kwa vigezo. Akizungumzia tatizo la dawa, mfamasia wa halmashauri wa ya wilaya Morogoro, William Matika anasema: E, tumejaribu kanda ya MSD Buhari, Buhari kwa dawa, kanda ya mashariki tulitoka kule Jumatano. Kuna baadhi ya dawa tulipata, lakini bado kuna dawa za msingi tulizikosa: ORS, ringer lactate, kama vile pamoja na a lakini bado tumefanya jitihada za kuangalia kwenye kanda ya kati ambayo ni kanda ya Dodoma, na vile vile tumejaribu kutafuta katika vyanzo nje ya MSD wakati tunaendelea kuchukua hizo dawa kwa Dodoma. Kwa upande wake, mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro Teresia Mahongo ameeleza mikakati iliyowekwa katika kudhibiti kipindupindu. Tahadhari tulishachukua sisi kila tunapoona kwamba kuna mgonjwa tayari tunakimbia eneo husika na kuweza kutoa dawa kwa waliohusika, lakini pia na kufanya kumnyunyiza dawa maeneo yote yaliyoathirika, na ndio maana kipindupindu chetu mpaka sasa bado hakijasambaa sana. Lakini zaidi ya hayo, wafanya biashara ndogo ndogo, lakini niendelee kuwasihi mama zangu, mimi ni mama kama wao, wanajitafutia, najua matatizo ya watoto na hasa kwa kipindi hiki eneo ni kubwa, wajitokeze waje kwangu tukawapange hakuna shida. Kutoka Morogoro, mimi ni Plaxida Mtani wa TBC si.